yeye yeah, yeah, alichaguliwa na watu ya mlima 47% mimi nikimuuliza haki ya Wameru anasema mimi ni mkabila tukimuchagua yeye yeah, alikuwa mumeru tukimchagua alikuwa mwembu alikuwa mkikuyu mimi nikamuuliza wewe Kasongo watu wa Meru walikuchagua bona umevuta Jafeth Kome kazi bona unapanga jama ya kumvuta madha Kome kwa nini umekataza kijana ya mudhaura amekuwa namba one kwa KRA? Umekataa kwa nini? Nidhi Bridge ulituambia ukiweka Biblia chini mwezi sita utakuwa umemaliza, umekataa. Sasa mimi nikimwambia mambo ya Meru, akasema mimi ni mkabi, akaita hii wabunge wenu wa Meru, akawadanganya, oh, mimi nashindwa kufanya kazi Meru kwa sababu ya rigiji nisaidieni kumfukuza ndiyo kazi ifanyike. Tangu nitoke, kuna kazi imefanywa hapa. Ni wajinga, si wajinga? Sasa shitaka moja, shitaka moja nilipigiwa pale Senate, ati ile makosa nilifanya pale Senate, na wabunge wenu wameunga mkono. Seneta Kadhuri amesema ndio, ati makosa ya Rigathi Gachagua ni kununua shamba Meru. Si mimi ni mtoto ya mama? Sasa mimi nikinunua shamba Meru, nirudi nyumbani, nikuwe karibu na watu wetu, iko makosa? Sasa huyu senata wenu, hawa wabunge wenu, wanaweza enda aje kufukuza Rigathi Gachagua ati amenunua shamba Meru? Ni ujinga, si ujinga? Sasa mimi kama ningekuwa na shamba Meru na nimejenga na niko naibu wa rais, si ningekuwa karibu na nyinyi? Bona hawa wanasikia vibaya nikiwa nyumbani? Sasa mimi niseme, mimi niseme, hiyo shamba yangu ninunua, nitajenga, mutakuwa mkija kuniona hapo neguo, si ndio? Kasongo na watu yake wameza we? wameza wembe. Mimi niulize, huyu Ruto alituahidi mambo mingi, hakuna barabara hata moja amejenga hapa Meru hakuna stima ameunganisha, hakuna project yoyote inaendelea. Sasa kesho anakuja ati mkutano ya maziwa kudanganya wakulima. Mtasikiza uongo, mtasikiza uongo. Mimi nataka watu wa Meru wakuwe kama watu wa Embu. Yeye alikuja pale Embu kanisa ya Catholic, akaanza kuongea uongo, waembu wakamwambia hatutaki. Uwa akija hapa Meru kesho akianza kudanganya wakulima mmwambia hamtaki. Nini ni mwongo, si mwongo? Sasa watu wangu wa Meru, mimi ni mtoto wenu. Mimi nataka tuungane na tusikubali kasongo atugawanye. Kura ya watu ya Meru ikiwa peke yake haina maana, ya Waembu ikiwa peke yake haina maana, ya Wakikuyu ikiwa peke yake haina maana, ya ile kura itatusaidia ni sisi Wakikuyu na Wameru na Waembu kushikana kama simiti. Tumekubaliana. na huyu kasongo jama yake ni kutugawanya kama vile Moi alifanya, alikuwa anataka ati Wameru wakae kando, Waembu wakae kando, Wakikuyu wakaye kando ndio atukalie atunyanyase, vile Moi atutunyanyasa miaka ishirini na nne. Mtakubali kugawanywa? Mtakubali? nguvu yetu kama watu ya mlima ni umoja wetu. Lazima sisi watu ya mlima tukae tukiwa kitu tuki kimoja chini ya chama moja chini ya, chini ya kiongozi mmoja ndiyo tuweze kutetea mambo yetu. Yako pale anapigania Madha Karua ako pale na yijina malwa , lakini nataka nitoe hakikisho pale, mwisho tutaketi tutoe mtu mmoja ya kupambana na Kasongo, yeah! neaitoeuda ito, ito. Vile, vile mimi nitamwambia wa Meru, mtanifuata mnaniamini, na mimi wacha niseme unajua huyu Kasongo nilikosana na yeye kwa sababu ya kuua Gen Z. Mimi nikamwambia Kasongo, mimi ni Mkristo, mimi ni bwana ya pasta, mimi siwezi kubaliana na wewe uue watoto. Akasema mimi ni kichwa ngumu. Mimi ni kichwa ngumu, Kasongo. Nitaongoza Wakenya kupeleka wewe nyumbani, nisukume Kasongo, nimsukume, nisukume, nisukume Kasongo, nisukume Kasongo Wacha nikuambie Kasongo, wacha Kasongo unisikiza leo. Mimi naongea hapa nikiwa mlimani. Wewe Kasongo, hii watu ya mulima ndio walifanya wewe ukakuwa rais wa Kenya. Umetuonesha madharau, umetuaibisha, umetuangaisha kama watu ya mulima. Sisi watu ya mulima ndio tutaongoza wa Kenya kupeleka wewe nyumbani Kasongo, aende asiende Kasongo aende asiende ya mwisho. Wewe Kasongo, umetumia watoto wetu vibaya. Kwenu huko Rift Valley unapeleka barabara, kwa Raila unapeleka stima, kuko kwa watu yako unapeleka maendeleo. Hapa kwetu ukanachukua wajumbe wetu unawapatia maharagwe ya hivi, watuletee ndio tumbo zetu zigurume. Unatoa pesa unapatia Shadrach Mwiti apatie vijana watupe mawe. Mimi nikuambie wewe, Kasongo, umetudharau ya kutosha kama watu ya mlima Kenya, umetuaibisha ya kutosha ati. Wewe kuliko utejegea barabara, kuliko utuletee maji, kuliko usaidia kina mama, ati unapatia watoto wetu pesa watupige, alafu wakakunywa pombe. Huyu mtu ni wa madharau, si wa madharau. mimi nauliza watu ya ngowo, watu wangu wa Meru. Munisaidie, tusaidiane, tufundishe huyu Kasongo adabu. Tutamfundisha adabu, na tukifukuza Kasongo, wale vibaraka yake wale wasaliti ya jamii yetu ya Meru yule senator wale wabunge, Kasongo akienda nyumbani watangulie wasaliti, waende wasiende, wasaliti wasiende. Huyu senata wa Meru aende asiende? Huyu mbunge hapa aende asiende? Huyu kasongo aende asiende? neguadwaitu neguadwa itu, mimi nitaaibika sana nikiwa kiongozi wenu, nikiona mumeru yeyote ameenda kwa karatasi siku ya kura amepigia kura mtu ameua watoto, kwa sababu hiyo ni laana kwa jamii yetu, si ndio? naaikea kuamodooraninaoikea na na mimi niambie nyinyi wajumbe, mnasema ati nyinyi natukana nyinyi, lakini nyinyi kufuata mtu ameua wa watoto ni ujinga. Si ujinga? Nyinyi wabunge kufuata mtu amenyanyasa wameru ambayo walichagua nyinyi ni ujinga. Si ujinga? Watu ya Imenti South, mtatutavutia mjumbe ako na akili Mtatuvotia mjumbe yako na akili. Yeah. Watu ya Gobo. Yeah. Mtatafuta mjumbe iko na akili. Yeah. Mtatafuta sana ta iko na akili. Yeah. Ni tarehe kadogo. Yeah. Nienda kenda mbono sisi tuko hapa Meru siku tatu. Na mimi nimefurahi watu ya Gobo nimeona nyinyi hamtaki ujinga. Si ndio? Nimeona ujinga hamta? Na hawa watoto wetu mmetumwa tumesamea nyinyi. Tunajua muna kazi, tunajua muna angaika, lakini naomba nyinyi vijana, mkipewa hiyo pesa na hiyo watu, mchukue, msime simu. Pesa ya siasa haina receipt na haina deni, neguo neguo neguo. Mimi naomba vijana, msikatae pesa, pesa chukueni, ukichachukua usime simu. Hii pesa ya siasa haina receipt haina deni, hakuna mtu anaweza dai wewe, lakini itakuwa ni makosa upewa mia tano uchukue mawe upige mama yako, si ndio? Hiyo ujinga tumewachia wabunge, ndio wanapiga ndugu yao, si ndio? Lakini nyinyi vijana, usipige dugu yako, usipige dada yako, chukua pesa weka kwa mfuko na usime nini, nitaiguihia nitaiguihniadaitniedena mno